Sijawahi yaani kwenda kwamba anaenda kusoma kwenye shule yoyote ile, sijawahi. uh -huh. Wakati nilipookoka mwaka elfu mbili na mbili a, nilichukua kama kama mwaka mmoja baadaye, nilipokuwa nimelala nyumbani nikawa Mungu amenionyesha a, Baba Skofu, ninahitaji kupanda chombo kwenda ila yeye sasa alikuwa nakagua vieti vyeti kama vile vyeti au tiketi. Ilipofika zamu yangu ya kukaribia pala ambapo amesimama, akaniambia wewe, rudi kwanza ukasome. Nikanyong'onyea kweli, moyoni mwangu nikasononeka sana. Sasa pale nyumbani pale Lemela, nilikuwa natoka hapo, nilikuwa nikiiba Biblia naweka kwa pani, kwamba nyumbani wasinione, naiweka hivi ili kwamba wasije wakaniona wakanicheka, yaani yani, nakuja na Biblia kwa pani wakati ujui kusoma e, wakati sijui kusoma uh -huh. Na kuja nayo kanisani, kanisani jamani, kuna mambo, mabanzini hapo, kwa, mabanzini kule sa kama wanasoma ufunuo ni sawa, lakini kama wanasoma methali wakirudi huku na mimi naenda, haijalishi kwamba nimesa nimeifikia au sijaifikia. Waliokuwa wananiona walikuwa wanabaki kucheka kwa sababu kitabu cha cha chagano jipya mwisho tu ni, ma, ni Matayo kwenda huko. Sasa mimi kama wamesema ni, ni methali, nitaendelea kuangalia tu methali wapi kwa, kwa sababu sijui Biblia kwamba imeandikwaje, lakini baada ya hapo ilikuwa nakumbuka ni jumaa Alhamisi, baadaye Mungu akawa amenionyesha hiyo siku ya Alhamisi ya kwamba a, nilipofika akanionyesha kwamba mchungaji ambaye ni baba askofu anawaambia watu kwamba someni. Sasa kile kitendo cha kusoma, sasa mimi wakati huu nikaamka ile Alhamisi al, al, al, kuendea Ijumaa, Jumamosi, Jumapili baba askofu wakawa wanafundisha ilo somo la kwa ajili ya, ya, ya kusoma. Akasema watoto mwapeleke shule wasome maana kuna mambo ambayo yatatokea ambayo yatakuwa ni mazuri zaidi. Sasa wakati huo akiwa anaita watu kwamba wale wanaohitaji kusoma njooni, mimi nikawa nikawahi kwenda ili, ili kwamba nikapate kile ambacho kinachofundishwa kwa sababu ni, tayari nimeshapata picha kwamba panahitaji kufundishwa kusoma. Kaniwekea mkono, nilipotoka pale nikaenda nyumbani nikamaliza, nika kama siku chache kama mwezi, wakati nikiwa nafunua kile, kile bibia yangu ya Agano Jipya nikakuta neno moja tuli kwenye Biblia ambao nilianza kujua kusoma ambao limeandikwa Yesu. <laughs> Kwa hiyo ukaanza kusoma Yesu peke yake, yaani ni Yesu peke yake kwenye Biblia. Maandiko yote niliona neno moja tu Yesu. Mahala pengine palikuwa pananishinda kusoma ila jina la yani neno Yesu nilijua kulisoma. Ukifika palipo Yesu unajua kwamba hapa ni Yesu amesemwa. Mengine ilikuwa nanishinda, nikifika kwa Yesu, Yesu nasoma, nimeendelea hivyo mpaka sasa Biblia najua kuisoma yote. Kwa sasa, nasoma Biblia yote. Kwa sasa nasoma Biblia yote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa mwaka elfu mbili na kumi na nne kama sikosei, nikawa sasa nimeelewa kusoma, lakini mwaka elfu mbili na kumi na moja mjue kwamba kutoka mwaka elfu mbili na nne kuja elfu mbili na kumi na moja nilikuwa sijawahi kuandika, nilikuwa najua kusoma tu. Wakati huo nikaona tena, Baba unanifundisha kuandika t Amen. Herufi, tii. Herufi tu ti, kuiandika hivi sasa ndo ikwaga kasheshi, nikikuuliza e, unaandikaje we, vuta tu hivi mimi nikitoka hapo, nikijaribu hivi, naenda kama kama helo nasambaa hivi, ana tusaidia, lakini namshukuru Mungu kwa hapo, nikaanza kufuatisha kile ninachokiona naandika kwenye maono, kwenye maono. Baada ile hasubuhi nilipokuja kuamka kwamba ni nifatishe jinsi nilivyokuwa nikiandika kwa uzuri ulivyokuwa ukinielekeza mimi. kwa, kwa kawaida nilikuwa nashindwa, sasa naona kama vile nateseka sana. Bwana atusaidie, lakini ndio uliokuwa mwanzo wangu wa kuanza kuandika herufi ya kwanza ni T. Kwa sasa naweza nikaandika zote kwa jina la Yesu. lazima uwe na kitu cha kufanya, you must have something to do for God. Nikaendelea sasa, ndo nikaanza kupata nguvu kwa ajili ya kujifunza kuandika kile ninachokisikia. Uh, mwaka elfu mbili na kumi na tatu kumi na nne nikawa sasa niko kule Nyangomango Usagara. Usagara, Mungu akanionyesha kwamba tunasoma na wakina Matambo leo ni miaka mingapi jamani? Karibia kumi hivi tunasoma na wakina Matambo, tuko kwenye paledi. Mwaka uliofuata elfu mbili na ishirini na moja nikawa mchungaji Makuliyofata nikasoma chuo. Wow. Haleluya, lakini wakati huo ninamuona Matambo, mwalimu wetu alikuwa ni baba askofu. Mungu akubariki Amen. Chuo nilisoma lakini Matambo sikusoma naye, ambacho ni cha kwanza cha New Life. Sasa tuseme kutoka elfu mbili na ishirini na moja kuja mpaka leo tuna miaka karibia saba, sita hivi Amen. Sasa miaka mitano, miaka mitano. Sasa kutoka kipindi hicho mwaka jana nikasoma na matambo na mwalimu wetu alikuwa ni baba askofu. Chuo cha wachungaji, chuo cha wachungaji, manake kwenye kwenye chuo cha New Life nilipata degree. Tulikuwa tunasoma na, na mzee Alois na, na kalamu nilikuwa nayo na daftari nilikuwa nao, tena nilikuwa nakaa na, na mzee Alois Haleluya. Lakini mwaka jana kwa kile Mungu alikuwa ananionyesha nimesoma na matambo na mwalimu wetu alikuwa ni Baba Askofu hapa. Tukamaliza na jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amen. Mpe Yesu makofi. Mchungaji, Mungu akubariki sana.